Ambapo gazeti la The Guardian katika ukurasa wake wa mbele linaandika mgogoro uliokuwepo kuhusiana na uh, kodi ya uingizaji mabasi nchini wamalizika. Ni baada ya serikali uh, kutatua mgogoro huo. Uh, pia serikali ya Zanzibar uh, mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Zanzibar, Dr. Ali Mohamed Shein ameahidi uh, kutoa huduma za matibabu bure na pia uh, pensheni ya shilingi elfu ishirini kwa wazee wenye umri wa zaidi ya miaka sabini endapo uh, atapewa uh, ridhaa. Hilo ni gazeti la The Guardian katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti la Daily News katika ukurasa wake wa mbele linaandika uh, Imarisha mahusiano ya kikanda ni mojawapo ya mkakati wa CCM. Habari nyingine inasema watu mia moja na saba wamekamatwa kuhusiana na jeshi la polisi na kufunguliwa mashtaka eh, kuhusiana na makosa mbalimbali eh, katika kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi na zaidi ya asilimia thelathini ya watumiaji wa simu za mkononi wamewahi kukumbwa na uhalifu wa kimtandao, linaandika Daily News katika ukurasa wake wa mbele. Na pia wizara e, imesema ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa imesema madai yanayotolewa kuhusiana na safari za rais Jakaya Kikwete ni uzushi mtupu hilo uh, ni gazeti la Daily News ukurasa wa mbele. Habari Leo kwa upande wake linaandika serikali ya kerwa uh, uongo safari za JK yasema zina manufaa makubwa kuliko uzushi eh, kwamba zinafuja fedha. hamsini na mbili mbaroni kwa vurugu za kampeni. Magufuli yawatangazia kiama wahalifu wa kigeni. Na ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo umepambwa na picha inayomwonyesha Mgombea mwenza uraisi, kwa tiketi ya CCM Samia Suluhu Hassan akihutubia wananchi katika mkutano wa kampeni uliofanyika katika jimbo la Newala mkoani Mtwara. E, gazeti la Raia Tanzania kwa upande wake linaandika NCCR, mchungaji Mtikila wa pasua ukawa wasaidizi wa Mbatia wamshutumu eh, kutumika na Chadema. Mtikila adaye ukaa alianzisha yeye eh, kuirudisha Tanganyika. ole wenu majambazi, asema Dokta Magufuli. DC awatuliza wanakijiji wa Epanko eh, mwenye gari moja atapata la pili, asema Lowassa. Hilo ni gazeti la raia Tanzania. Tukiachana na raia Tanzania, tugeukie Mtanzania ambalo linaandika watakiona e, siku zao zimehesabika, asema Dr. Magufuli. E, Lowassa asema akiingia ikulu hataki mchezo. NCCR yalalamikia majimbo sita. Ukawa hilo ni gazeti la Mtanzania katika ukurasa wake wa mbele. Tukiachana na Mtanzania tuangazie Nipashe ambalo linaandika umoja wa Ulaya watabiri mazito kwa CCM, ukawa watuma mamia waangalizi kupiga kambi kila kona nchini na pia katika gazeti la nipashe kuna habari magufuli lowasa magufuli wala kilomita kumi na moja elfu kusaka uraisi tukiachana na nipashe tuangazie uhuru ambalo linaandika vigogo wa nccr wamvaa mbatia wamshutumu kwa kukidhoofisha chama na kuburuzwa sasa awekwa kitanzini waonywa ubabaishaji ukawa Hofu ya kujitoa yatanda, waapa kurejesha heshima. Dr Shein aahidi mageuzi makubwa. Magufuli aonya wageni wenye kushiriki uhalifu. Hilo ni gazeti la Uhuru katika ukurasa wake wa mbele. Majira kwa upande wake linaandika Lowassa hana njaa, asema Sumaye, Ukawa wamponza James Mbatia. Na ndani ya gazeti hili pia utapata habari taarifa kuhusiana na mbinu za kuacha sigara. Tukigeukia katika kurasa za michezo na burudani, Majira linaandika yanga ipo vizuri, asema uh, kocha wa timu hiyo Pluim. Uhuru linaandika Pluim roho kwatu. Uh, ni pasho kwa upande wake linaandika ngoma kiza wa walulu mabao 28 ya yakifungwa ninaamini kwenye ubora asema sema Pluim. Uh, raia Tanzania sporti uh, kwa mtindo huu tutawapiga sana Pluim. Uhuru linaandika uh, mwambusi ya tuliza mashabiki Mbeya City. Daily News linaandika Simba ina imani ya kushinda ubingwa wa Vodacom Tanzania bara na yanga uh, ina kocha wa Yanga ana imani na kikosi chake.